Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Mpendo wa mtazamaji wa MHAE TV, nakukaribisha tena kwenye kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tunaziangalia ahadi za Mungu kwetu, na bado tuko katika kitabu cha Mwanzo. Leo tumefika sura ya tisa kuanzia mstari wa nane. Mungu akamwambia Nuhu na wanawe pamoja naye akisema, mimi, tazama nalithibitisha agano langu nanyi tena na uzao wenu baada yenu tena na kila kiumbe hai kilichoko pamoja nanyi, ndege na mnyama wa kufugwa na kila mwana, na kila mnyama wa mwitu katika nchi pamoja nanyi, wote wanaotoka katika safina hata kila kilicho hai katika nchi na agano langu nitalithibitisha nanyi, wala kila chenye mwili hakitafutwa tena kwa maji ya gharika, wala hakutakuwa tena gharika baada ya hayo kuiharibu nchi. Mungu akasema, hii ndiyo ishara ya agano ya agano nifanyalo kati yangu na ninyi na, ka, na kila kiumbe hai kilichoko pamoja nanyi kwa vizazi vyote hata milele. Mimi nauweka upinde wingu, mimi nauweka upinde wangu winguni, nao utakuwa ni ishara ya agano kati yangu na nchi. Hata itakuwa nikitanda mawingu juu ya nchi upinde utaonekana winguni nami nitalikumbuka agano langu nililo lililoko kati yangu na ninyi na kila kiumbe hai katika wote wenye mwili, wala maji hayatakuwa galika tena kuwaharibu wote wenye mwili. Basi huo upinde utakuwa winguni nami nanyi wote wenye mwili. Narudia mstari wa kumi na sita: basi huo upinde utakuwa winguni nami nitauangalia nipate kulikumbuka agano, agano la milele lililoko kati ya Mungu na kila kiumbe hai katika wote wenye mwili kilichoko katika nchi. Mungu akamwambia Nuhu, hii ndiyo ishara ya agano nililoweka kati yangu na wewe na wote wenye mwili walioko katika nchi Amen. Ah, mpendwa mtazamaji wangu, tumekutana na ahadi nyingine hapa aliyoiweka Mungu kati ya wanadamu na yeye. Hii ni baada ya Nuhu kutoka katika safina kule. Kabla ya leo, tuliona kwamba Nuhu alipotoka katika safina alipewa ahadi ya kwamba Mungu hataiharibu tena dunia kwa maji wala, tukaona kwamba jua na mwezi na nyota vitaendelea katika majira yake, usiku na mchana utaendelea, majira yote yataendelea, ndivyo tulivyoona. Sasa hapa ameongeza ahadi nyingine kwao, anasema baada ya ninyi sasa kutoka katika safina, mko sasa katika nchi naweka agano lingine kati yangu na ninyi. Hii ni ahadi aliyoisema akasema, ili kuiangalia ahadi hiyo nisije nikaiharibu tena dunia. Ahadi yenyewe au ishara yenyewe aliyoiweka ni wingu aliyoiweka, ah, samahani ni upinde wa mvua. Upinde wa mvua wengi tunaofahamu upinde wa mvua, watafiti wa mambo wanasema una rangi saba. Upinde wa mvua una rangi saba. Kwa hiyo upinde wa mvua wakati wa mvua huwa unaonekana. Kwa nini unaonekana? Ni agano la Mungu aliloliweka kati ya Nuhu na viumbe vyote kwamba hataleta tena maji ya gharika kuiharibu dunia. Kwa hiyo unapoona wingu uh, unapoona upinde wa mvua katika wakati wa mvua, ujue Mungu anakumbuka agano lake kwamba mvua ambayo ingenyesha kubwa sasa haitanyesha kama ile ya wakati wa Nuhu. Kwa hiyo upinde ule ni alama au ni ishara au kielezo cha Mungu. Kumbuka kwamba hatakiwi tena kuiharibu dunia kwa maji wala viumbe vilivyopo. Hawezi tena kuviharibu kwa maji. Kwa hiyo hiyo ni ahadi yake aliyoiweka. Ni ahadi yake aliyoiweka kwamba dunia haitaharibiwa tena kwa maji kama alivyofanya wakati uliopita. Kwa hiyo wingu linapotanda la mvua na katikati yake unaona upinde wa mvua kumbuka, ya kwa hili ni agano aliloliweka Mungu na wanadamu kwamba hawezi kuleta maji ya gharika tena katika ulimwengu, na itakuwa hivyo milele, na itakuwa hivyo milele. Kwa hiyo usiogope ukubwa wa mvua, hakuna mvua itakayozidi, kwa sababu kuna kitu kinachomkumbusha Baba yetu wa mbinguni asilete mvua kupitiliza. Kwa hiyo mvua zinazonyesha za mafuriko ama za vimbunga, hizi ni za kiasi tu, ni kama kuonyesha kwamba yupo, ni na alama tu kuonyesha kwamba yupo na anaweza kutenda, lakini hawezi kuleta tena maji makuu kama ya wakati wa Nuhu. Kwa hiyo usiogope, Mungu wetu anatujali, anatupenda, anakujali tena anakupenda sana, hawezi kuleta gharika tena katika dunia hii. Takuja mvua za kutuletea chakula na mimea yetu kustawi. Wanyama wetu kuendelea kunawiri, ndege waangani kuendelea kushangilia kwa chakula baada ya mvua. Kwa hiyo mvua zinazonyesha ni kwa manufaa ya ardhi, kwa manufaa yetu wenyewe, kwa manufaa ya viumbe vingine pia. Sio kwa uharibifu, la hasha. Mvua zinazonyesha ni kwa ajili ya manufaa ya watu wote wa au viumbe vyote walioko duniani. Mungu akubariki, akulinde, akusaidie. Siwe na wasiwasi, anatupenda. Baba yetu wa mbinguni anatupenda sana, na anapenda sana na wewe. Kwa hiyo usihofu, usiwe na wasiwasi juu yake. Atukuzwe Mungu wa mbingu na nchi, aliyeruhusu sisi kusikia hili, nami nikubariki kwa jina lake Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.